Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto kubwa tano ambazo ndoto hizi utakapoziota, basi ujue mwanamke ama mwanaume ulio naye yuko anakuchiti, anakusaliti ama anachepuka. Ama muda mwingine mpenzi yule ulio naye, ujue basi unapoota ndoto za namna hii, yuko anakusaliti. Na mwishoni mwa video hii nitakwambia ni kitu gani basi cha kufanya kama mpenzi, mme ama mke ulio naye yuko anakusaliti. Na ndoto hizi nitakazokueleza haziwahusu tu watu ambao wako kwenye ndoa, hapana. Hata kama uko kwenye mahusiano kwa sababu unaweza kuwa na mwanaume ama mwanamke ambaye bado hujaoa lakini mwanaume huyu au mwanamke huyu akawa anakuchiti. Na Mungu anajaribu kuonyesha kupitia ndoto hizi ya kwamba bwana, huyu mwanamke ulio naye anakuchiti, huyu mwanaume ulio naye anakuchiti, kwa hiyo fanya step moja, mbili, tatu, nne tano, ili kuweza kuepuka na huu usaliti huu, ama fanya kitu moja, mbili, tatu, nne tano, au hapo ulipo, kimbia, sio sahihi. Na mwisho wa siku hali hii inakuja kutokea kwenye maisha ya kawaida, unasema kwamba mbona nishaiota kitu kama hichi, mbona nishaiota kama mume wangu ananisaliti ama mke wangu ananisaliti. Unasema kwamba a, ah, nilipuuzia, nilijua tu ni ndoto. Lakini leo hii nitakwambia ni ndoto gani basi ambazo ndoto hizo utakapoziota ujue kwamba unasalitiwa ama unachitiwa na mke wako ama mpenzi wako, basi kaa mpaka mwisho ili nikuonyeshe kama ni, ni, zip mwisho, ni ndoto zipi hizo utakapoziota ujue kwamba unachitiwa ama unasalitiwa na, angalia mpaka mwisho, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakwambia ni kitu gani cha kufanya, kama mwanamke ama mwanaume ambaye uko naye anakuchiti, na kama umeshawahi kuota ndoto hizi, basi ufanye kitu gani? Sasa kama bado hauja subscribe channel yetu, kabla sijaanza kuonyesha ni ndoto zipi ambazo utakapoziona ujue basi mke wako au mume wako anakuchiti ama mpenzi wako anakuchiti, basi unaweza ku subscribe muda huu, ili kila ninapoleta tafsiri mpya ndoto basi uwe unakuwa wa kwanza kuipata na kuweza kuifanyia kazi. sasa leo nitakutajia ndoto kubwa tano, ambazo ndoto hizi utakapoziota ujue mwanamke ama mwanaume uliye naye anakuchiti ama anakusaliti. Ndoto ya kwanza: Unapoota mme wako ama mke wako yuko na mtu mwingine kimapenzi. Kuna muda unaweza kuwa umelala kwenye ndoto, lakini usiku unapokuwa umelala, unakuwa unaota kama mbona, kama mme wangu yuko anakutana na mtu mwingine, unamwona mwanamke mwingine anakutana kimapenzi na mme wako. Hii inamaanisha kwamba mke wako ama mme wako sio faithful. Mke wako au mme wako sio mwaminifu, na ndoto hizi zinakuja kuleta ujumbe wa kwamba bwana, hauko peke yako. Mme wako huyu ama mke wako yuko anachepuka muda huu na mwanamke mwingine. Na muda mwingine unaweza kujikuta, kama sura inayokuja kwenye ndoto ni mwanamke ambaye unamjua ama inayokuja kwenye ndoto ni mwanamke usiyemjua. Ukiota ni mwanamke ambaye unamjua anakutana na mume wako kimwili ama kimapenzi ama anazini, ujua kabisa kwamba mwanamke huyu wewe ni mwanamke ambaye unamjua. Kwa sababu kuna wengine mnaota waume zenu, wanazini na marafiki zenu. Hii inaonyesha kwamba huyu anayemchukua mke wako ama huyu anayechukua mume wako ni rafiki yako wa karibu sana. Na ndio maana huwa anawaambia sana watu wengi. Kwa sababu mara nyingi sana ambao wanavunjaga ndoa za watu ni hao rafiki wa kike ama hao wa kiume. Kwa unapoona vitu vya namna hiyo, ujua kabisa kuna mtu ameingilia kwenye ndoa yenu. Na kuna wengine ndoto hizi za kuota mume wako ama mke wako anazini na mtu mwingine inakuwa ni ndoto nyingi sana. Kuna mda unasema kwamba labda ni mawazo yangu, labda ni mawazo yangu. No, inashauri kueleza kwamba ukiona ndoto inajirudia mara kwa mara ujue kitu hicho unachokiota ni cha ukweli na kimethibitishwa na Mungu, na ndio maana kinarudi mara kwa mara. Unajua shida ya kwamba wewe ukiota mme wako au mke wako anazina mtu mwingine ama anatembea na mtu mwingine, unaenda tu kumuuliza kwamba eti baba fulani hivi anatembea na mtu fulani, mama fulani hivi anatembea na mtu fulani. Unaona, si kwamba atakubali? Hawezi kukubali kwa sababu kile ni kitu ambacho najua kabisa hichi kitu sio sahihi, na mimi nakifanya. Hata kama huyu mwanamke ananiuliza kwa namna gani, siwezi nikamkubalia. Hata kama mwanaume huyu ananiuliza kwa namna gani, siwezi nikamkubalia. Kwa hiyo unapota ndoto za namna hiyo, usianze kumuuliza mke wako ama mume wako ku prove kama ni kweli ama sio kweli. Anza kuchukua hatua ambazo nitakwambia mwishoni mwa video hii, ni hatua gani ambazo natakiwa kuzichukua ili kuweza kuokoa ndoa yako ama mahusiano yako mapema kabisa. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya pili ambayo ukiiona ndoto hiyo ujue mwanaume ama mwanamke ule naye anakuchiti. Kama bado haujasubscribe chaneli yetu unaweza ukasubscribe, na kama bado haujaliki video yetu unaweza pia ukaliki mahali pale. Ndoto ya pili, unapoota pete yako ya ndoa inapotea ama kuvunjika. Ndoto hizi zinaonyesha kwamba ndoa ulionayo inakwenda kupotea, ndoa ulionayo inaweza kuvunjika. Na baada ya kuota ndoto za namna hii, unajikuta kwamba ndani kuna kuwa kuna ugomvi usio kuwa na sababu, ugomvi ambao hauna kichwa wala mkia. Kitu kidogo tu mnachukiana mpaka mungeeshani wiki moja ama wiki mbili. Unajiuliza kwamba kwa nini ugomvi kidogo tu, kwa ajili ishu ndogo tu, mwanaume huyu ama mwanamke huyu anakuwa anachukia kiasi kwamba hatuongei, yaani kila mtu analala nyumba yake, kila mtu analala chumba chake, kila mtu anakuwa yuko kivya kivya kivyake vyake. Na unakuwa unajiuliza kwamba kwa nini ugomvi huu ambao unaonekana wa kawaida unaleta vitu vikubwa namna hii kwamba mmekwazana tu kidogo, ugomvi umeshafika kwa baba mkwe. Uovu umeshafika kwa mama mko tayari. Unapopoteza pete yako ya ndoa, inapotea. Ina maana ndoa yako itakwenda kupotea katika namna za ajabu. Utashangaa tu mwanamke ameamka au mwanaume ameamka anakuambia tu tuachane. Mwanaume tu ameamka siku hiyo asubuhi anakuambia tu mimi nataka tuachane. Ukiuza kwa nini, baba fulani anakuambia mimi naona tu haunifai. Mwanamke ameamka tu siku hiyo anakuambia mimi naomba tuachane. Unamuuliza mama fulani, kwa nini, anakuambia tu hamna, mimi nimeshindwa tu kuishi na wewe. Ulipomkosea hamna, ulichomfanyia hamna, ni sababu ya ndoto hizi za kuota. Unapoteza pete, lakini kama unaota unapokonywa pete manake ndoa yako inapokonywa na mwanaume ama mwanamke mwingine. Yaani ndoa yako hii sio kwamba inavunjika kwa sababu za kawaida no, ila inavunjika kwa sababu mwanamke ama mwanaume amekwisha kupata mwanamke mwingine ambaye yuko naye sasa hivi hizi zinaonyesha ndoa yako inavunjika, lakini sio kwamba ndoa yako inavunjika kwa sababu nyie mmechukizana. Pana ndoa yako ni kwamba iko inavunjwa na mtu mwingine. Anaweza kuwa mwanaume mwingine ama mwanamke mwingine ambaye anamshawishi huyo mume wako ama anamshawishi huyo mwanamke wako ili aweze kukuacha wewe. Huenda anampa pesa, huenda anampa amani ambayo wewe haumpi. Sasa tunapoenda ndoto ya tatu, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, na kama video hii inakubariki basi unaweza ukalike video hii pale ulipo. Sasa ndoto ya tatu, huota unagombana sana na mwenzi wako. Inawezekana mnakuwa mnajibizana maneno ama mnakuwa mnapigana ngumi kabisa ama anakuwa anakufukuza. Ukiota ndoto za namna hiyo, jua kabisa kwamba ndoa yako inakwenda kuvunjika ama mahusiano ambayo uko nayo yanakwenda kuvunjika mara moja. Hizi ndoto sio za kupuuza kabisa. Unapoota unagombana na mda mwingine, ugomvi huu unaweza kuwa sio ugomvi wa kawaida. Unaweza kuwa kuna mwanamke mwingine ambaye yuko anachochea ugomvi huu, au kuna mwanaume mwingine ambaye anachochea ugomvi huu. Kwa sababu angalia, mwanaume huyu alikuwa anakupenda mara ya kwanza, mwanamke huyu alikuwa anakupenda mara ya kwanza. Mara ya kwanza alikuwa yuko tayari kujitoa kwa ajili yako wewe, chochote kile alikuwa yuko tayari kwa ajili ya kukifanya, lakini ghafla amebadilika. Ghafla sio kama yule aliyekuwa mara ya kwanza, ghafla amekuwa na tabia fulani ambazo hazipo kwa za kawaida. Na unajiuliza kwamba hizi tabia zimetoka wapi? Hivi vitu vimetoka wapi? Ni kwa sababu kuna mwanamke mwingine ambaye yupo ambaye anachezea ndoa yako ama anaroga ndoa yako. Na anaroga ndoa yako usiku unapokuwa umelala unakuwa unaota unagombana na mume wako. Maana yake ugomvi huu ni ugomvi wa kupandikizwa. Ugomvi huu sio ugomvi wa kawaida. Na ndio maana nyinyi kwenye ndoa yenu kila mnapojaribu kusuluhisha ugomvi, ugomvi unagoma kusuluhishika. Hakuna mmoja wenu ambaye anataka kunyenyekea. Kila mtu yuko juu, kila mtu anafoka, kila mtu anaongea, na unajiuliza, mbona zamani tulikuwa tunasuluhisha ugomvi vizuri? Mbona zamani tulikuwa tugombane kwa namna hii? Mbona zamani tulikuwa tukosana kwa, kwa namna hii? Ni kwa nini? Kwa sababu kuna roho ya ugomvi, roho ya kugombana, ambayo inapandwa kwenye ndoa yenu muda huo. Ni mpango wa watu wengine ambao wanakuonea wivu wewe pamoja na ndoa yako. Inawezekana mwanaume ambaye uko naye anakupenda sana, inawezekana mwanamke ambaye uko naye anakupenda sana. Kuna mwanaume mwingine anatamani angepata mwanamke kama wako, kuna mwanamke mwingine anatamani angepata mwanaume kama wako. Kwa hiyo, anachokifanya anapanda roho ya ugomvi kwenye ndoa yenu. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya nne. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, na kama bado haujaliki video hii, unaweza ukaliki pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unatelekezwa ama kuachwa. Kuna watu wengine mko hapa, wewe ukilala usiku unaota unatelekezwa, yani unaota kama mme wako amekuacha. Na mwingine unaota kama uko na watoto mko pekee na watoto mume wako hayupo na unajiona kama unapitia katika mazingira ya shida ama mazingira ya ziki. Hii inaonyesha kwamba huyo mwanaume ambaye uko nayo ama huyo mwanamke ambaye uko nayo atakuja kukuacha na atakuachia watoto na atakuachia familia. Ama kuna wengine unaota umeachiwa mji. Hii inamaanisha kwamba huyu mwanaume au mwanamke atakuja kukimbia na kukuachia mji. Unapoota ndoto za namna hii usipuuze. Yaani unapoota ndoto umetelekezwa maana yake kutelekezwa kunakuja kweli kwenye maisha yako. Yaani kutelekezwa kwako ni kitu ambacho ni ni na kinakuja kweli. Kwa hiyo unatakiwa ushughulikie mapema. Acha kusema kwamba ilikuwa ni ndoto tu, acha kusema kwamba hii ni ndoto tu ambayo naota. No, ujue kabisa kutelekezwa kuna kuja kweli kwenye maisha yako, kama hautakuja kushughulikia ndoto za namna hii. Unaweza kuwa unatelekezwa kwenye mahusiano, inaweza kuwa ni kutelekezwa kwenye ndoa, inaweza kuwa ni kutelekezwa kwenye mahusiano ambayo uko nayo kuna jambo ambalo litatokea hapo katikati ambalo itafanya mwanaume huyu akutelekeze. Itatokea ugomvi hapa katikati, inaweza katokea kupauzana hapa katikati. So, unapoona ndoto za namna hii usirelax, anza kushughulikia na anza kufanya vitu ambavyo nitakwambia mwishoni mwa video hii, ili kuweza kuinusuru na kuiokoa ndoa yako, usikae kawaida. Sasa unapokwenda kuonyesha ndoto ya tano, kama bado haujasubscribe channel yetu ya YouTube, unaweza ukasubscribe, ili kipindi ambacho tunaleta mafundisho basi wewe unakuwa wa kwanza kuyapata, na kama bado hauja like video hii, unaweza ukalike, ili video hii iweze kuafikia wengi. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota unafukuzwa ama una afungiwa nje ya nyumba hii. Inamaanisha kukosa nafasi ndani ya moyo wa mume wako ama mke wako, kukosa nafasi ndani ya moyo wa mpenzi wako. Unapoona vitu vya namna hii, unajua kwamba siku sio nyingi utafukuzwa hapo nyumbani, na utafukuzwa kwa aibu. Sasa napokwenda kuonyesha ni kitu gani cha kufanya, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, na kama bado hauja like video hii, basi unaweza ukalike. Jambo la kwanza kufanya utafungua kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 4. Maandiko anasema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi yako utasema, Baba, katika jina la Yesu ninaomba ndoa yangu ikaheshimiwe kuanzia sasa, ninaomba unipe heshima ndani ya ndoa yangu. Ninakataa kuanzia sasa kuachika kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ambaye hai. Kama kuna mwanamke yupo kwenye maisha yangu, kama kuna mwanaume yupo kwenye maisha yangu, ambaye anafanya ndoa yangu ipitie mitihani, ambaye anafanya ndoa yangu ipitie ugomvi ambaye ananitengenezea mambo niweze kuachika na yeye niendea kwa waganga kienyeji niweze kuachika, ambaye ananifanyia figiso, ananipelekea maneno ya uongo kwa mke wangu, anapeleka maneno ya uongo kwa mume wangu, ili kunifanya mimi na mume wangu tuweze kuachana. Baba, kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, nafuta maneno haya. Kuanzia sasa, sitaachika mimi wala sitaachwa, kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ambaye hai. Baada ya kuota ndoto za namna hiyo, ukiomba hivyo, utajikuta basi, hata ule ugomvi ambao ulikuwa unakuwa ndani ya nyumba ambao haueleweki, utajikuta kwamba unaanza kupoa na ndoa yenu inaanza kuwa na amani. Jambo la pili la kufanya, utafungua katika kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa ishirini na tano inayosema kwamba enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kwao utaingia tu kwenye maombi, utasema hivi: Baba naomba kuanzia sasa huyu mwanaume niliye naye huyu mwanamke niliye naye, Baba naomba kuanzia sasa kanipende, Bwana anione mimi tu. Ninakataa Bwana kila roho ambayo ipo kwenye maisha yake na ipo kwenye ndoa yetu ambayo inamfanya mume wangu ama mke wangu asitulie, ambayo inamfanya mke wangu aangalie nje, ambayo inamfanya mume wangu aangalie nje, hatulii ndani ya ndoa, hatulii ndani ya nyumba, hatulii ndani ya mahusiano. Baba kuanzia sasa ninaomba kwa mamlaka ya jina Yesu akanipende mimi tu akanione mimi tu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Ukiomba maombi ya namna hiyo, basi utajikuta ya kwamba hata kama upendo ndani ya ndoa yenu ulikuwa umeanza kupungua, basi utaanza kuona ule upendo umeanza kuwa mkubwa ule upendo, upendo umeanza kurudi mwanaume na mwanamke ameanza kupenda kama mara ya kwanza ambavyo alivyokuwa anakupenda. Basi utakapofanya hayo mambo mawili utasaidika na ndoa yako haitakuja kuvunjika hata kama umeota ndoto za namna hii. Sasa kama umebarikiwa na tafsiri hizi za ndoto na mahubiri haya, basi unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba yetu ya Tigo Pesa ambayo iko hapo kwenye screen. Jina litakuja Deusi Sengo. Pia kama una shida, unataka kunitafuta private, pia unaweza kuchukua namba yangu ya simu ambayo inaonekana hapo kwenye upande wako wa kulia wa chini wa kioo chako. Na kama kuna ndoto ambayo umeota na haujui tafsiri yake, basi unaweza kuandika pale kwenye comments comment section chini nitakujibu mara moja. Pia kwenye swala kunipigia simu, ninaomba usitume message, nipigie simu moja kwa moja. Napokea maelfu na maelfu ya messages. Kwa unaweza kujikuta umetuma message yako, naweza nikachelewa kuiona ama nisione kabisa, inakuwa iko chini sana. Na kama umebarikiwa, basi unaweza ukatoa sadaka yako ama chochote kile ulichonacho kupitia namba zetu za Tigo Pesa ambazo zinaonekana hapo kwenye kioo. Ukifanya hivyo, basi utakuwa unaisapoti huduma hii ili uweze kufika mbali zaidi. Na mba Mungu atakubariki sana. Biblia inasema kwamba wataendaje wasipopelekwa? Unaweza ukatoa chochote kile ambacho uko nacho kupitia namba ya Tigo Pesa ambayo iko hapo chini upande wako wa kulia chini, majina yao na kuja ni Deusi Sengo. Na Mungu atakubariki sana. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo, amen, shalom peace.